Kwa kipindi cha robo ya pili elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano tumetekeleza majukumu yake mbalimbali ikiwa ni pamoja na ukusanyaji wa mapato, kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ya halmashauri ya wilaya Tunduru, lakini pia kuhamasisha wananchi kujiandikisha na kuiwezesha kuisha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura. Hayo yote yamefanyika kutokana na ushirikiano mzuri uliopo kati yetu sisi mheshimiwa madiwani na uongozi wa chama na serikali. Imeendelea imeendelea kutekeleza na kusimamia ujenzi wa miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa shule mpya tatu za sekondari na, na Namakambare sekondari, Mbati sekondari na Mtina sekondari, ujenzi miundombinu ya kupokea wanafunzi wa kidato cha tano katika shule ya sekondari Mataka, Nakapanya, Matemanga na Mchoteka pamoja na Masonya. Pamoja nayo idara ya elimu ya awali ya msingi inajenga miradi mbalimbali katika shule za msingi kupitia programu ya BOOST ambapo utekelezaji wake upo katika hatua mbalimbali ambapo mbali. Kwa ujumla wake miradi hiyo imefanikiwa kwa asilimia 75 ya utekelezaji. Pia kupitia kwa mapato ya ndani, halmashauri imeboresha na ukamilishaji miundombinu mbalimbali katika sekta ya afya, elimu, maji. Aidha, kwa namna ya pekee halmashauri ya wilaya ya Tunduru imegawa fedha imegawa fedha kwa wanufaika wa kaya maskini katika vijiji vyote mia moja hamsini na saba na kunufaika na kuweza kuwahudumia